Nimekuwa mwenyekiti lakini nimekuwa mbunge sasa awamu ya pili, na niseme wazi, katika kipindi cha mama Samia kwa miaka minne, kama kuna mchimbaji analalamika ni matatizo madogo ambayo yanamalizwa na viongozi wetu. Kwa upande wa serikali ya mama Samia, imetupa uhuru mkubwa sana. Inawezekana mtu yeyote akaje akabezi, lakini labda ni mtu wa kupita. Na jana rafiki yangu Heche alikuwa hapa alisema tuna madini lakini sisi ni masikini. Mimi namuuliza Heche kama anaona hii live. Hizi nyumba zote nzuri nzuri za Katoro magari yote aliyokupokea na furaha waliona. Mimi nadhani hizo siasa za maataka asiziwet wa wetuwa nilikuwemo kwenye, kwenye, kwenye bunge 2017 wakati tunabadilisha sheria elfu mbili kumi na saba kumi na nane Heche alikuwa mbunge na mimi nilikuwa mbunge, na kama mnakumbuka walipinga mabadiliko ya sheria ambayo imetupa uhuru wa kuchimba popote, na baada. Nilimwambia rafiki yangu Msigwa akashughulika na nyanya atuache tubadilisha watu. Leo haya ndio matunda tuliyokuwa tunapigania, Mama Samia ametupa uhuru. Zamani ukigundua duala moja tu nusu saa unasikia mabomu yanalia ya polisi, lakini leo ni uhuru wako, na chimba bila wasiwasi. Tuache tulinde na serikali ya Samia. Yale yaliyosemwa yote na walio tangulia kutumia maiki hii na ile pale, hayo mambo yote ni ya mwenyekiti wa mkoa wa Chama cha Mapinduzi chenye serikali <coughs> Mheshimiwa Musukuma amesema kuna wafukuza upepo wow! Kila wanapokanyaga sisi tupo, na mkutano huu wa leo wa wachimbaji ni moja ya majibu wa maneno waliyosema jana pale. Wanasema wanachimba wengine wanajenga, ni maskini sasa, magari ni haya. Ni washukuru sana wote walioandaa kongamano hili, na kazi ni moja. Kongamano hili kazi yake ni kutangaza na kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi aliyozifanya, na zawadi ambayo tumeweza kubaliana Watanzania wote, ukiacha wale wasiotakia mema nchi hii, ni kwenda kumpa kura zote Dkt Samia Suluhu Hasani siku ya kupiga kura wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 na tunaona nia njema ambayo ipo, mengi ametufanyia mama Samia as skiaasa sasa. Sisi kama wanawake wachimbaji tunatamani kuona mabadiliko hapa Geita na Tanzania kwa ujumla tuko tayari. Tumeshaweka mikakati ya kuleta teknolojia za kuondokana kabisa na madhara ya mercury. Tuna mitambo maalum mheshimiwa, ambayo tunajua ikifanyika hapa Geita, kwanza uzalishaji utaongezeka, lakini vile vile, tunaomba uendelee kutushika mkono katika wizara yako. Tunahitaji vijana ambao wamesoma waliotoka GST na wanaoweza kufanya exploration waongeze nguvu tuje tuishi nao hapa Geita.